Namba mbili, huimarisha misuli. Yana protini nyingi ambazo ni muhimu kwa ujenzi na urekebishaji wa misuli, na protini ya maziwa husaidia kukua kwa misuli, hasa kwa wanaofanya mazoezi. Namba tatu, ni msaada mkubwa sana katika kuongeza nguvu na nishati. Maziwa yana wanga, mafuta na protini ambayo ni chanzo kikuu cha nishati ya mwili. Namba nne husaidia katika ukuaji wa watoto, kwani watoto wanaokunywa maziwa mala kwa mala hupata virutubisho muhimu kwa ukuaji mzuri wa mwili na ubongo. Namba tano, moja ya faida ni kuweka ngozi na nywele katika hali nzuri, kwani maziwa yana vitamini A, D na B12 katika maziwa husaidia ngozi laini kuwa laini na nywele kuwa imara pia. Namba sita, huimarisha kinga ya mwili kwani yana madini na vitamini kama zinc, selenium na vitamini B12 zinazosaidia kinga ya mwili kupambana na magonjwa. Namba saba, hupunguza shinikizo la damu kwani maziwa yana kalsiamu, potasiamu na magnesium katika maziwa hii huweza kusaidia kudhibiti pressure ya damu. Namba nane ni msaada katika kuimarisha afya ya moyo kwani maziwa ikiwa na potasiamu yake hupunguza athari za sodium mwilini, hivyo hulinda afya ya moyo. Namba tisa, moja ya faida ni husaidia usagaji wa chakula, kwani maziwa yenye bakteria wazuri kama vile yogurt ya asili husaidia uboreshaji wa mfumo wa umeng'enywa wa chakula kabla hatujaenda moja kwa moja kutazama namba kumi moja ya faida ya maziwa kiafya, naomba kuweza kukumbusha kama tu wewe ni wa kwanza kufungua channel hiyo, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya hapa, ambapo tunakuwa tunazia upload. Twende moja kwa moja tukatazame faida ya mwisho namba kumi namba kumi ni msaada mkubwa sana katika kulainisha koo, kwani unywaji wa maziwa ya moto unaweza kusaidia kutuliza koo wakati wa mafua ama kikohozi. Kwa hizi faida ambazo tulikuwa tumekuandalia leo, cha ziada zaidi ya kuendelea kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tumekuwa tukizia brodi. Mimi sina chaziada. Asanteni, shukrani.